Viongozi wa kidini kutoka kaunti ya Busia wamelalamikia ongezeko la dawa za kulevya miongoni mwa vijana katika kaunti hiyo. Wahubiri hao wamesikitika kuwa vijana wengi wanajihusisha na dawa za kulevya pasi na fahamu hadhari zake kwa afya zao. Vilevile vile viongozi hao walitoa changamoto kwa serikali kuanzisha vituo za kurekebisha tabia na kutoa hamazisho kwa waraibu na pamoja na kuwatoa watoto wanaorandaranda mtaani, wanaohisiwa wasamba kuwa wasambazaji wakuu wa dawa hizo. Si vizuri kupenda mihadharati, kwa hivyo nawaomba tu wabadiliki, wa, wa mfuate Yesu. Yesu ndiye njia pekee, na pia wajitume, kwa sababu nchi yetu ya Kenya kazi ni ngumu tukiwa na rehabilitation centers kwa kila sehemu wapelekwe pale wafanyiwe ushauri uh, guiding and counseling wafanyiwe ushauri, washauriwe then wa wachimbe tena kwa society. Na wanaoadhirikani takriban asilimia themanini ya wanaume ambao wanatumia dawa hizo za kulevya ikilinganishwa na asilimia ishirini ya wanawake na hata hivyo, kaunti ya Nyamira inawakilisha idadi kubwa ya vijana wanaotumia dawa za kulevya ambao ni takriban asilimia 88 ikifuata na Moranga ambayo ni asilimia 85 na Kajado ikiwa na asilimia 77 kiujumla. Aidha, viongozi hao pia wameeleza kuwa matumizi ya dawa za kulevya yanasababisha mauti. Ya mtazamo wa dira runinga ya Tandao, jina langu ni Faith Nyongesa.